Kwa majina naitwa Najwa Hazan Hassan ni mkurugenzi wa Nakita Pharmacy. Uh, tunapatikana Zanzibar Mombasa, na branch yetu ipo pale kwa mchina mwanzo mkabala na mpenda imo. Tunauza jumla na reja reja, pia tuna deal na genuine cosmetics ambazo ni original kabisa. Yes, uh, kwa wale watu ambao wanafikiria uh, kuja hapa kupata huduma, gharama zenu usipoje ni affordable. Uh, kwa kweli kwa gharama zetu ni ziko chini kabisa sana sana sana sana, especially kwenye upande wa jumla. Tuna tunauza jumla, tuna supply ma hospitalini kliniki ndogo ndogo. Yeyote alikuwa na hamu au alikuwa na ndoto siku ya kuja kumiliki famasi yake, basi sisi tunafungua mafamas tofauti tofauti eneo tofauti tofauti Sawa. Uh, kwa wale ambao wanahitaji kupata labda ushauri wa namna kufanya ya kufanya biashara ya famasi, lakini kuna wale ambao wanahitaji ushauri wa kiafya waki wakifika hapa wanaweza kupata huduma? Ndiyo, ndiyo tunatoa ushauri bure kabisa, muda wowote unapofanya appointment. Yupo mtu ambaye anahusika na, na mambo ya ushauri wa biashara wa kufungua famasi katika mwanzo mwanzo wa kufungua taratibu zote mpaka mwisho. Saa uh, mko Zanzibar lakini tunafahamu Dar es Salaam pia, wapo watu ambao wanatembelea Zanzibar, wale wakifika hapa wanaweza kupata huduma. Ndio, wanapata huduma na pia tunafanya free delivery kwa wateja wetu wote wajumla na pia rejareja reja, tunawakonsida. Sawa uh, umesema hapa Zanzibar unapatikana wapi na wapi? Tunapatikana Mombasa na kwa mchina Mwanzo. Sawa, neno lako kwa watu ambao wanakusikiliza na kukutazama. Jamani, karibuni sana sana sana, tunatoa huduma zote Bwana uh, kuna zile watu wanafikiria kuhusiana na gharama za kufungua famasi. mm -hmm. Uh, kuna watu ambao wanasema uh, famasi ni inahitaji pesa nyingi sana ili uweze kufungua famasi. Uh, labda hivi mtu akiwa na milioni zake mbili tatu anaweza kufungua famasi? Ndio anaweza kufungua famasi na ikafanya vizuri sana. Cha msingi cha kukonsida cha kuzingatia ni location ambapo ataenda kufungua famasi hiyo. Hivi uh, ni watu gani ambao wanahudhuria sana famasi kati ya wanaume na na wanawake? Aa, kwa upande wangu mi naona ni watu wote. ha, Mala, ye, watu wote tofauti tofauti wote wanakuja, especially wanawake pia wanapenda sana vipodozi, kwao tupo nao sana sana, sana. Kuna wanaume ambao wanapenda wanaume vipodozi hivi hivi hivi hivi, mambo ya skincare nayo yapo kwenye afya exactly pia tunatibu ngozi. Soon tutatangaza ni lini tuta... tutatupia kwenye Instagram, kwenye TikTok tuta... Tuta... tutaonyesha, tutatoa taarifa ni lini rasmi tunaanza kutibu ngozi kwa wateja wetu, kwa sababu tumeona wateja wengi wakiwa wakihangaika na issue za ngozi zao, suluhisho soon litapatikana hapa na Kita Farmacy. Ushawahi kukutana na mwanaume ambaye anafanya skin care? Ndio hapo. Kabisa. Na sasa skin anapata kabisa kabisa, na so, sasa haikushangaza au haikushangaza kwa sababu sasa hivi mtandao umebadilika, kakangu umebadilika. mm. Yeah, sana. Sasa safi kabisa, ni kujipenda tu. Watu akiwa na mdogo wako wa kiume unamshauri afanye skincare. Exactly. Sasa e, a tumalize. Sisi tuko Zanzibar, tumefika kwenye mechi. mm-hmm. E, Young Africans anacheza na ahali, wewe ni mtu wa mpira sana, wewe shabikia Tumbe? mimi <laughs> nashabikia Simba <laughs> tunachea aibu siku hizi, ila tutafika tu kesho, tunashinda kesho. tutashinda kesho. kabisa kabisa kwa ah. mm -hmm. kweli ah, kwa, kwa sababu ni mashindano ya kitaifa. Mi nawaombea kila laheri mm -hmm. na taifa. Kabisa. Kila laheri kila laheri kabisa, kila ah, mi niko nao pamoja. Uh, watabiri matokeo pale wa pale elfu ishirini itatolewa kutoka na Kita Farmers kwa yule ambaye atakayetabiri matokeo ya leo bwana, shukrani sana, karibu sana.